Uongozi wa chama cha ACT Wazalendo umetoa msimamo wao kuhusiana na uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni kwa kueleza wanachokiamini sambamba na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa huku wakiamini kufanya mageuzi kwa nafasi ya wawakilishi wa chama hicho waliopata nafasi ya kuwasemea wananchi. Akizungumza na wanahabari makao makuu ya chama hiko Vuga, mjini Zanzibar mnadhimu wa wawakilishi wa ACT Wazalendo Profesa Omar Fakihi Hamad alisema wakiwa katika Baraza la Wawakilishi watatumia ubora wa hoja, kuliko wingi wa hoja katika kutetea haki za Zanzibar na watu wake. Leo nchi yetu kuwa na amani kama ambavyo ipo, ni busara na hekima za viongozi wetu wa chama cha ACT Wazalendo. Na hili limesukumwa na mapenzi ya dhati kwa nchi yetu na wananchi wa Zanzibar. Kwenye hili tunadhani kwamba mtakuwa mashahidi na mashuhuda kwa namna ya viongozi wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu na rais wa nyoyo za Wazanzibari, Ndugu Othman Masud Othman, namna walivyoongoza vyema taifa na kusimama imara kulinda amani na kuepusha madhara kwa Wazanzibari. Tunazijali sana juhudi za wananchi wenzetu wa itikadi zote za kuunga mkono mabadiliko ya kuinusuru nchi yetu Zanzibar. Tukiwa katika Baraza la Wawakilishi, tutatumia ubora wa hoja, kuliko wingi wa hoja, katika kutetea haki za Zanzibar na watu wake pamoja na wageni waishio Zanzibar. Katika hatua nyingine, Omar alieleza wanafuata maelekezo ya chama chao na matakwa ya wananchi waliowachagua na kuweka wazi misimamo yao ikiwemo ule wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa yaani GNU. Hili ni jambo la kikatiba, ukataka usitaki. Ingekuwa mtu kapata asilimia tisa akatumia uwezo wake wa kiraisi Akasema pamoja na kwamba mtu kapata kura asilimia hiyo, waliotangaza tuseme, amengetangaza tisa, sisi hatuhitaji ihsani wala kupendelewa na rais na Dkt. Mwinyi, kwa sababu ni jambo la kikatiba. Kuhusu kwamba tunaingia, hatukuingia, katiba yetu iko wazi, imetupa uhuru siku tisini ya kujiboda. Kwa hiyo tuachieni wenyewe tufanye mambo yetu ambayo yana maana zaidi sasa hivi kuliko GNU na ndani ya siku tisini tuta tunaweza kuleta huo uamuzi. Chama cha ACT Wazalendo kilipata nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu kwa kupata asilimia ishirini na tatu nukta mbili mbili ya kura zote na wawakilishi kumi kutoka majimboni na wanne wa viti maalum. Hivyo, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, chama hiko ndio chenye nafasi ya kutoa makamu wa kwanza wa rais.